Wiki hii tunaangalia msimu wa upuliziaji mikorosho. Kwa kawaida, msimu wa upuliziaji inatofautiana kulingana na eneo husika. Mfano, msimu wa kupulizia dawa wa Kigoma unaweza kuwa tofauti na msimu wa kupulizia dawa wa Lindi. Mkuu wa mkoa wa Mtwara anasisitiza umuhimu wa kupulizia dawa pamoja na kutumia mbegu bora ili msimu wa mavuno utakapofika tuweze kupata mavuno mazuri. Ningependa kuwaomba na kuwataka na kuwashauri wakulima wetu kwamba tunapoenda kwenye msimu wa korosho basi twende kutumia mbegu bora kudhibiti magugu kwa kipindi hiki cha maandalizi ya, ya, ya, ya, ya mashamba lakini na kudhibiti magonjwa pamoja na wadudu waharibifu kwenye zao letu la korosho. Ombi langu na, na, na, na matarajio yangu ni kwamba tutaenda kutumia mbegu zilizoshauriwa na wataalamu wetu wanaliendee tutatumia viuatilifu vi au pembejeo zilizoshauriwa na wataalamu wetu wanaliendele, na tukitumia utaratibu huo tutakuwa tunajenga sasa misingi ya ukuli, ya kilimo bora na cha kisasa. Kwa nini ninayasema haya? kwamba katika msimu wa, wa, wa korosho kama kipindi tulichokuwa nacho, wakulima wengi utasikia wanaongelea upatikanaji wa salfa, salfa, salfa, salfa. Imekuwa ni salfa tu na pembejeo nyingine nyingine zinaonekana sio za muhimu sana. Sasa mimi nimekaa na wataalamu wangu, kwa nini kilio ninachokisikia ni salfa tu, pembejeo zinazohitajika kwa wakulima wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa korosho wa ni salfa peke yake? Wataalamu wangu wamenishauli na wameniambia vipo viuatilifu vya maji ambavyo vina kazi muhimu sana na pengine vinaweza vikawa na kazi sawa na salfa ambayo inatumika kwenye zao la korosho na tuna, tukianza kuvitumia hivi pengine mavuno yanaweza kuongezeka zaidi kuliko kwe, kuendelea kuwa tunategemea sulfur. Sasa kwa tunategemea sababu wataalamu tupo nao wataongelea kwa kina wao kuhusiana na nini, lakini ombi langu na na, na, na, na, na na kwa Watanzania na kwa Wanamtwara ni kwamba tuitumie taasisi yetu yanaliendele kutushauri kutumia mbegu zipi kutumia viuatilifu vipi, lakini tuwasikilize wanapotushauri kuhusu matumizi bora ya viuatilifu vya maji ambavyo wao kwa utafiti wao wamejiridhisha ni, ni muhimu sana katika kuongeza uzalishaji wa zao letu la korosho. Hapo awali nimezungumzia utofauti wa msimu wa upuliziaji unavyotofautiana kulingana na eneo husika. Mtafiti kiongozi wa zao la korosho anafafanua zaidi maana ya msimu wa upuliziaji. Sasa, hmm. Msimu wa kuanza kupulizia korosho inatofautiana mahala moja mahala pingine, lakini pia katika shamba lako mikorosi inatofautiana. Unaweza kuwa na shamba moja lina miti mia moja. Katika ile ukakuta mitano imeanza kutoa maua. Yaani imechipua natoa maua lakini mingine bado. Sasa, msimu tunapozungumzia msimu wa kuanza kupulizia ni pale ambapo mikorosi yako imechipua kwa lengo la kuzaa. Uchipuaji wa mikorosho ulikuwa aina mbili. Kuna kuchipua kwa maana ya kukua, kwa mfano ukianza mwezi Januari, kwa mfano ukanda, ukanda, ukanda, ukanda wa pwani kama kwa Mtwara, Lindi, eh, Pwani, Tanga, mwezi Januari mpaka Februari mikorosho ilikuwa inachipua. Sasa uchipuaji ule ni uchipuaji wa kukua. Sasa ule hatusemi upige sulfa au upige dawa za kuzuia buriunga. pana dawa hizo tunaanza kutumia muda ambapo uchipuaji unaenda kwenye kuzaa, uchipuaji ambao unaenda kutoa maua, ambao utatoa mbegu, utatoa matunda, utakupa utakupa zao. Na sehemu unazopulizia salfa kwa maana kuzuia ugonjwa ni zile ambazo zinazaa, sio kila mahala ambapo unapulizia. Kwa mfano mkorosho kama hujachipua hupaswi kupulizia. Lengo la kupulizia salfa, au dawa za kudhibiti uburiunga unapulizia kwenye, kwenye maeneo ya mkorosho wao ambao unatoa maua, utakapokupa utakapokupa mazao. Kuna maeneo ambayo nimetembelea nakuta kwa bahati mbaya, labda kwa kutokuelewa, pia kuna watu nakuta anapulizia salfa kwenye mti ambao una umri wa mwaka mmoja au na miezi mingapi, mitatu minne, wamevulizia salfa miche ya aina hiyo upasi kufuruzia salfa kwa sababu ndani ya miezi sita mwaka mmoja unakuta ile bado haijaanza kuzoa kutoa mazao. Sasa kama lengo la kudhibiti ubwiri unga ni kudhibiti maeneo ambayo yanatoa mazao, inakuwa ni hasara kupulizia salfa kwenye mche wa miezi sita. Subiri mpaka uchitoa maua, ndio nasema sasa, nataka nilinde haya maua yasije kapatwa na madhara ya biriunga au sikapata madhara mengine kama blight. Sasa msimu wa kupulizia utategemea na mazingira ambapo mikorosho yako imepanda kwa, kwa mfano ukichukua ukanda wa pwani, chukua mkoa wa Mtwara na mkoa wa Pwani au na Lindi. Sisi hata kwenye mashamba yetu ya majaribio yaliyoko Mkuranga na yaliyoko Bagamoyo ni tofauti kabisa. Muda tunaanza kupulizia huku kusini Mtwara na Lindi, korosho zinachipua mapema sana kwenye kwenda kuzaa kuliko mkoa wa Pwani. Kwa hiyo ni wazi kwamba mahitaji ya madawa kwa kupulizia, na kwanza kupulizia watu wa mkoa wa Mtwara na Lindi wanaanza mapema, sio kwa sababu anaamua kufanya vile miti yao ya, ya, ni mazingira huku yanafanya mikorosho ichipue mapema zaidi kuliko mkoa wa Pwani na mkoa wa Tanga. Sasa wapi sasa mtu aanze kupulizia na aanze lini? itategemea shamba lake liko wapi. Sasa swala lingine ambalo pia inabidi nifafanue kwenye shamba, nimesema labda miti mia moja unakuta miti kumi imetoa maua au ishirini imetoa maua, ingine bado. Tunashauri upuliziaji uendani na idadi ya miti, uende miti ambavyo imetoa maua, hiyo tunaita selective spraying, yaani unachagua ile ambayo iko tayari. Na nasema kwa sababu gani? kuna watu wakati mwingine wanapoteza mazao kwa kutegemea shamba lote limechipua. Kuna aina ambazo zinatoa maua mapema, inaweza kuta inatoa maua, maua, mwezi mmoja kabla ya mingine au wiki kadha kabla ya mingine. Sasa kama utasubiri miti yote itoe maua, ina maana ile mwanzoni ambayo ilianza kutoa maua maua yatakauka, au utapoteza mazao kwenye miti ile mwanzo inaanza kwa. Hiyo ni vizuri mkulima awe wakati wote anatembelea shamba lake, miti atakayoona tayari iko katika wakati wa kutoa machipukizi au kuanza kutoa maua ndivyo aanze kuipulizia ile. Hata kama iko kumi basi achague ile ambayo iko tayari aanze kupulizia, kwa sababu usipofanya vile utakosa mazao mengi sana kwa ile miti iliyowahi kuanza, mingine ikawa baadaye uta, utapulizia lakini sasa ile mwanzo umeshapoteza. Kwa hiyo ni muhimu sana watu au kalima, kulima kuijua mashamba yao vizuri, kwa maana ya kutembelea kuangalia hali halisi inavyoenda mashambani. Hatuwezi kusema mwezi fulani unaweza wote kupuliza, hapana. Inategemea mahali ambapo mtu yupo na shamba lilipo, na li lile shamba lake lile lina miti au aina ngapi za korosho, ziliko mle ziko za aina ipi, zinazoanza kuwahi kuchanua, zingine zinachelewa. Kwa hiyo inayoanza kuchanua au kutoa maua ndio ambayo inabidi uanze nayo kufanya kazi ya kudhibiti wadudu waharibifu na magonjwa ambayo inaathiri uzaaji wa korosho. Zao la korosho sasa hivi limeanza kulimwa katika mikoa mingi hapa nchini. Tumeona katika vipindi vyetu vilivyopita. Mikoa yote inayolima korosho kwa sasa, kipimo chake ni kuzalisha kama Mtwara au kuipita Mtwara. Taasisi ya utafiti wa kilimo na liendele ambayo ipo chini ya wizara ya kilimo imejitahidi kusambaza huduma zake maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Kutokana na shughuli za kilimo kupanuka zaidi, kunasababisha shughuli za kitafiti nazo kupanuka zaidi. Changamoto iliyo ni taasisi hii kuongezewa uwezo ili iweze kufanya kazi zake nchi nzima na kuinua kilimo, pia kuongeza kasi ya kuanzisha viwanda hapa nchini. Jambo ambalo naweza kusema ni kwamba kumekuwa na mwitikio mkubwa sana wa baadhi ya mikoa na maeneo mbalimbali ya Tanzania kwenda ku, kuanza kulima korosho. Ni jambo jema, ni ishara njema kwamba sasa pengine kwenye miaka mitano mpaka kumi ijayo tunaweza kuwa tumefikia uzalishaji unafika labda tani milioni moja ya korosho kama tutaenda kwa mwitikio mu, tuliouona. Ili tuweze kufika huko, jambo moja kubwa sana ambalo serikali inapaswa kulifanya ni kuwekeza kwenye vyuo vyetu vya utafiti. Bila utafiti, bila uwekezaji wa makusudi kwenye hivi vyuo hizo jitihada zi, zote zinaweza zisizae zi, zi zi zi matunda. Na kwa nini nasema hivi? Tunaposema hili la kuhamasisha ku, ku, wananchi kulima korosho kwa wingi, tunafikiria kuwa na na na kujenga uchumi, kwa maana kwa uzalishaji kuwa mwingi sana. Sasa sio sio kila mtu, sio kila nchi itakuwa inafurahia uzalishaji huo. Kwa hiyo ili tuweze kufikia hapo lazima tujipange sisi wenyewe kusimama sisi wenyewe kwa fedha zetu, kuhakikisha tunawekeza kwenye vyuo vyetu vya utafiti na tunalifikia hilo lengo la uzalishaji mkubwa. Kwa hiyo hipo haja na, na, nafikiri Wizara ya, ya Kilimo inalijua lakini na serikali pia, kuona umuhimu wa kwamba vyuo vyetu hivi vya utafiti vinawezeshwa vinawezeshwa kwa misingi ya kupewa pesa za kwenda kufanya kazi hizo za kiutafiti, kuzalisha mbegu bora, lakini kutaf, kufanya utafiti wa, wa, wa, wa, wa, wa magonjwa hayo yanayo kwa, kwa, kwa mfano sasa hivi tuna, tuna swala la mnyauko ofisali tunahitaji kupata majibu yake. Nani anatupa majibu yake? Anayetupa majibu ni chuo, kituo chetu cha, cha utafiti na ninasema ni kama nchi, ili swala linapaswa kuwa la nchi, kwa sababu wakati mwingine tunaweza kuwa tunafikiria kwamba tunaweza kupata pesa za ufadhili za kuweza kutusaidia kwenye hilo, lakini pengine hatuwezi kujua. Magonjwa mengine hatujui, tuna, tuna imani sisi ambao sio utaalamu tu kuona kwamba yanadhoofisha ya za oleni. Kwa hiyo ni swala kuwa alert sasa kwamba unaweza kwenda kumpigia magoti mtu akusaidie kutafiti kumbe huyo ndiye aliyeleta magonjwa, akuletea magonjwa mengi zaidi. Kwa hiyo ni, ni kujipanga sisi kwa hiyo lakini pia kuongeza idadi ya wataalamu wetu wa, wa utafiti. Ndio huo uwekezaji wa, wa utafiti huo ndio unaweza kutupeleka kwenye uzalishaji ambao ni bora, lakini uzalishaji ule ambao uta, utaenda kutii kiu ya wale ambao wamejitokeza sasa kutu, kutu, kutu, kulima zao la korosho. Mtazamaji, leo tunazungumzia msimu wa upuliziaji. Wataalamu wanatuambia kuna upuliziaji wa aina mbili: upuliziaji wa kudhibiti wadudu wasumbufu na upuliziaji wa kutibu magonjwa. Kuna madawa ya kudhibiti wadudu waharibifu, kuna madawa ya kudhibiti magonjwa. Sasa yale madawa ya kudhibiti wadudu na kudhibiti magonjwa yanaweza kawa ya maji inaweza kaw yaunga kwa madawa ambayo sai unadhibiti wadudu ni maji maji. lakini kuna madawa pia yanayodhibiti magonjwa yanakuwa kwenye asili ya unga kama sulfa. Kwe, mpulima angalie. Kwa hiyo madawa ambayo yanapaswa atumie mkulima inabidi aangalie ni mashambulizi gani ambayo shambani kwake. Je, shamba langu limepata dalili ya magonjwa? naana wakati mwingine ugonjwa haupo. Sasa ukipiga dawa kabla hakuna dalili yoyote ile, unaweza kuwa unapiga dawa muda ambao pengine hakuna mashambulizi. kwa ni vyema bado pita, pita kuangalia, je kuna dalili imeanza kujitokeza, ndipo sasa so, unaanza kuzuia au unazakuanza kudhibiti ile hali. Aina ya madawa yapo yanatofautiana kwa maana ya majina. Sisi kwetu majina sio sababu, sababucha <laughs> msingi wataalam au maafisa ugani wanajua kwenye maeneo waliopo, dawa gani inapatikana, na wao ndio shauri, ndio watakao ushauri wapi ilipo, kwa sababu inawezekana tukasema dawa ya aina fulani ndio inafaa, labda mkulima aliko kwenye maeneo yake ile dawa haipo, atakuwa nasubiri kwamba mimi niliambiwa dawa ya aina fulani ndio inafaa. Sasa kwa sababu yako, yako, yako majina ni mengi, tunachojali sisi ni kile kinachoweza kudhibiti ugonjwa. Kwa hiyo jina la dawa, kwa mfano sulfa, kuna ile dhana kwamba sulfa lazima iwe na <laughs> picha mtende. Sasa picha mtende inachotibu sio picha, inachotibu ni kile kiini cha sulfa ambacho kinaweza kuzuia ugonjwa usienee. Kwa hiyo inaweza kawa na picha mtende, inaweza kawa na picha mtende. Cha msingi, serikali imesha sema dawa fulani inafaa, maana kie ndo hilo inafaa, kwa sababu hawezi kushauri dawa ambayo haina faida. Kwa hiyo cha msingi pale kwenye dawa, tusijali amao majina, tujali vile viini au chembe chembe ambazo zinaweza kudhibiti wadudu waharibifu au kudhibiti ugonjwa. Na itapatikana wapi, inategemea msambazaji wa dawa, yeye amesambaza dawa ya aina gani kwa maeneo ambayo mkulima yupo. Ili kudhibiti visumbufu katika mikorosho ni lazima tuangalie ni muda gani wa kuanza kupulizia hii. Maana yake mkulima lazima awe karibu na watafiti na ashirikiane nao katika kila hatua ya kilimo chake. Ili kudhibiti visumbufu kwenye zao la korosho, kwa maana ya kudhibiti wadudu waharibifu haribifu na magonjwa, inabidi lazima tuwe makini kuangalia ni muda gani mwafaka kudhibiti au kuanza kudhibiti. Sasa kwenye magonjwa, kwa mfano wiliunga, tunatumia dawa ya sulfa kwa ajili kuzuia, lakini kuna madawa mengine ya, ya yenye asili ya vimiminika. Tuondoe ile dhana kwamba lazima kutumia kudhibiti wiliunga ni sulfa dust au sulfa ya unga. Kuna madawa pia ya maji yenye asili ya vimiminika. Sasa faida ya madawa yenye asili ya vimiminika ni kwamba ile unaweza kuchanganya na dawa za kudhibiti wadudu ambao ina asili ya vimiminika hiyo utakuwa umetumia dawa zote mbili kwa wakati mmoja, uwadhibiti hao visumbufu, kwa maana ya ududu wa haribifu kama mbu wa mikorosho, lakini pia utadhibiti ubiriunga au ugonjwa wa blight. Wa, wapi sasa uanze? Kuna mambo ambayo yanajitokeza shambani, unaweza kuna shamba lina miti kadhaa, kwa mfano chukua na miti labda arobaini hamsini, utategemea na shamba lako lilivyo. Sasa muda ambao mkorosho unaanza kutoa maua au kuchipua, sio mikorosho tunaanza inaanza kati mmoja, inategemea na aina ya mkorosho. Unaweza kuta kwenye shamba moja kuna mkorosho ume hauna maua kabisa, au hujaanza hata kuchipua, lakini shamba hilo hilo mti wa jirani tu umeshachipua umeshatoa maua na umeshatoa maua. Sasa usikae usubiri mpaka miti yote ichipue. Ni vyema uchague ule ambao uko tayari kupiga dawa ya kudhibiti wadudu waharibifu na magonjwa, kutegemea na hali ya shamba hili. Kwa mfano hapa, kiangalie mti huu, ndio kwanza umeanza kuchipua kwa mbali sana, lakini sio wote. Lakini katika shamba hili hili kuna mti mwingine hapa hapa unakuta ni wote karibu wote wameshachipua. Sasa ukisema usubiri huu wa kwanza mpaka wote uchipue, kwa maana ya kutoa maua, ina maana ule utakuwa tayari umeshapoteza maua yote, na kama ni mbegu umeshapoteza, kwa sababu hii ni miti miwili tofauti, ina tabia tofauti ya kuanza kutoa, kuchipua, kwa maana ya kutoa maua na matunda. Kwa hiyo swala la kuanza kupiga dawa inabidi waangalie shambani kwako kuna miti gani iko tayari kwa ajili ya kudhibiti wadudu waharibifu na magonjwa. Na na hiyo inategemea pia kutegemea na, na mahala kama nilivyosema mwanzoni, kwamba ukilinganisha mkoa wa Mtwara na Lindi labda Pwani na Tanga, kwa kawaida Mtwara na Lindi inaanza mapema kutoa maua kuliko mkoa wa Pwani na mkoa wa Tanga. Hai ni sababu tunaona hali ya hewa zilivyo katika mikoa hiyo na mvua vile vile inaanza ku inaanza lini inaisha, inaisha lini? Msitizo ni kwamba madawa ya kudhibiti uburiunga yako ya aina nyingi, lakini aina kuu ziko mbili, kwamba kuna dawa inakuwa ya unga ambayo ni salfa, lakini kuna madawa mengine yenye asili ya vimiminika ambayo ni ya asili ya, ya maji. Sasa yale yenye vimiminika ndio ambayo unaweza kuchanganya na dawa za kudhibiti wadudu na inakuwa ni rahisi kufanya hiyo zoezi la kudhibiti dudu na, na, na ugonjwa kwa wakati mmoja, kwa sababu unaweza kuchanganya pamoja ukapulizia. Sasa sisi tunashauri wakulima waanze kutumia dawa ya yenye sili kumimilika kwa maana ya maji maji, kwamba unachanganya dawa ya kudhibiti wadudu haribifu wa unachanganya na dawa kudhibiti ubwiri unga. Baada ya, ya hapo inakao ifuata sasa, raundi nyingine unaweza kupiga sulfur ya unga na hiyo itasaidia kupunguza gharama za kuendesha shughuli za kupulizia. Kwa sababu ukianza na sulfa, maana yake ni kwamba utapiga utapiga kwanza dawa ya maji unaacha, yani kwa maana kudhibiti wadudu, halafu unapiga tena dawa ya unga ya sulfa. Kumbe ungechanganya ile ya ya, ya kudhibiti wadudu ambayo inasifia vimiminika, ukachanganya na ile ya kudhibiti ubwiri unga ambayo pia inasifia vimiminika, yani ya maji maji unachanganya kwenye bomba moja dawa zote hizi mbili. Unapuliza wakati mmoja, kunafanya kazi mbili kwa wakati mmoja. Huu ndio wito ambao tunaomba wakulima wafuate. Na dawa zipi zinapatikana wapi? Kwenye halmashauri zote ambazo ni makorosho, wataalamu wa korosho wapo, wawaulize wao, wataelekeza dawa gani inapatikana kule. Na bahati nzuri kwamba serikali inaelekeza vizuri kwamba dawa fulani inatumika na inapatikana maeneo hayo. Nzuri kufahamu kwamba muda wa kupulizia madawa haya ya kudhibiti wadudu waharibifu au ubwiriunga ni muda ule ambapo mkorosho wako, kwa lengo la kwa lengo la kudhibiti ubwiriunga ni pale mkorosho wako umeshaanza kutoa machipukizi ambayo inaelekea kwenye kutoa maua. Usipige salfa muda ambapo mkorosho ujachipua, uchipuaje kwenda kuzaa. Sababu mkorosho kuna uchipuaji wa aina mbili, kuna kuchipua kwa maana mkorosho tunakuwa kama kawaida, lakini kuna kuchipua ambako kunatoa unaenda kwenye maua unaenda kwenye uzaaji, ndio nao tunapuliza sasa salfa au dawa ambayo sio a dawa ya maji kwa lengo a kudhibiti, kwa sababu unadhibiti ile, unalinda ile eneo ambalo litatoa mbegu na matunda au litazaa sasa hilo pia liko sambamba na ukubwa wa mti. Kama mti umeupanda mwezi Januari unafika mwezi Mei mwishoni au Juni, mkorosho mkubwa unatoa maua. Usipige ule mkorosho ambao bado ni mchanga, kwa mfano ule uliyopanda mwaka jana, inawezekana au uliyopanda mwaka huu mwezi Januari mwaka huu mwezi Januari, itakafika mwezi Juni, Julai, mikorosho mikubwa katika maeneo yale inatoa maua. Sasa vile vilivyopanda mwaka huu asipulizie sulfa basi au dawa ya kudhibiti uburiunga kwa sababu itakuwa haijafika muda wa kutoa maua au machipukizi yanayoenda kutoa mazao. Sasa kama lengo ni kudhibiti eneo ambalo litakupa kipato, usipige dawa kwenye mche ambao haujaanza kuzaa. Lakini pia mkorosho la kama ni mkubwa, kama haujaanza kutoa machipukizi au kutoa maua ambayo itakupa mazao, usipige sulfa wala usipige dawa nyingine hata kama ni ya asili vimiminika ya kudhibiti bwuriunga kwa sababu utakuwa unapiga sehemu ambazo hazitakupa faida ya kuzaa. Lengo ni kudhibiti zile sehemu ambazo akulinda, sehemu ambazo zitatupa mavuno ya korosho. kama, waileu, watumie wataalamu wa kilimo na kituo chenu, na kama ili kujua kwa uhakika zaidi ni muda gani ifanye, basi watumie wataalamu walio karibu, maafisa ugani, nawaamini wanafahamu sana hivi vitu na wao tuko nao karibu kabisa, tunafanya nao kazi pamoja, tunaelimishana jinsi za kufanya. Wale walio karibu na kituo cha utafiti na Liendele wanakuja na Liendele wana na kujifunza, lakini pia sisi tuko wazi kabisa, hata kama tunapiga tasimu kwa wataalamu walioko pale na kuelekeza. Kwa hiyo watumieni wataalamu ambao kwenye maeneo yenu ya karibu, lakini pia ruksa kuja hapa kwenye taasisi yetu kuangalia kwa vitendo jinsi ambavyo mfanya eh, kazi za kudhibiti wadudu waharibifu na magonjwa. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa kipindi hiki. Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asanteni.